Bado sisi Tanga hatujasajili mradi hata mmoja wa hewa ya ukaa. Wenzetu juzi Pwani wamesajili mradi, na mimi nilisema nitawapima wakurugenzi kulingana na maeneo ambayo yana fursa ya uwekezaji wa hewa ya ukaa, na wameshindwa kutumia hiyo fursa. Yaani huwezi ukaeleza chochote mtu akawaelewa kwamba Tanga sisi mpaka sasa hatuna mradi hata mmoja wa hewa ukaa. Kwa hivyo kupitia kikao hiki niwaelekeze, ndugu zangu wakurugenzi, viongozi wenye vitu halmashauri, mastahiki meya, tuangalie fursa na wadau wetu, tushirikiane kwa pamoja, na mkoa wetu utakuwa na maendeleo endelevu. Lakini kikubwa pia tunashirikiana na kikundi kikubwa kabisa cha uhamakizi ambazo chini ya ufadhili wa wenzetu Tangauwasa wanahifadhi mazingira katika milima ya Amani, Muweza, na leo Bwana Mabayani huwa alipungui maji, maji yanakuwepo mwaka mzima. Yale ni matokeo ya uhifadhi wa mazingira. Tunashukuru sana mkuu wa mkoa pia kwa kuona umuhimu wa uhifadhi, umuhimu wa kukumbushana, umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji na shughuli nyingine za upandaji miti.